yes beautiful day another beautiful day ladies and gentlemen How are you doing welcome again to Diena Academy highlights my name is Anthony Munello they know me by the name of Fris Magno I am a blockchain enthusiast as well as I'm a certified financial educator and leo niko hapa kwa ajili ya kupatia updates muhimu sana I was expecting watu mgeniuliza maswali what happened with a task force round table that happened yesterday kwa sababu jana kulikuwa uh, na mkutano ambao task force ya Securities and Exchange Commission ya Marekani ikiongozwa na Hast Peace, almaarufu kama Crypto Mom, mwandishi wa haba Afsef uh, Haba 1 na Safe Haba uh, 2.0 alikuwa akiongoza huu mdahalo muhimu sana katika uh, hatua za kwenda kutengeneza crypto regulations ambazo ziko clear eh, kwenye safari ya adoption kwenye nchi ya Marekani, ambao obvious kwa sisi wengine tukiona kitu cha Marekani tunajifunza kwa sababu ndio dunia kubwa ya uchumi wake umekaa pale tukifuatia na sehemu zingine. Ah, uh, nikukumbusha tu tunapewa nguvu na Encryptus Wallet moja kati ya wallet bora kabisa ambayo inatusaidia sisi kuweza kujenga portfolio ya digital assets. Tembelea Play Store ama App Store alafu itazame hii wallet, eh, uweze kuitumia katika safari yako ya kujenga portfolio ya digital asset lakini itumie tu kama tayari una knowledge na cryptocurrencies lakini, kama huna knowledge, tafadhali tafuta wakati ujifunze uelewe vizuri kabla hujafanya maamuzi yoyote. So tukirudi kwenye topic ya leo ambayo imenileta mimi hapa kuja kudeliver kwenu nyinyi wapendwa wana Diena Academy, tulikuwa nataka tuangalie yaliyojiri jana kwenye round table ya uh, task force ya SEC kuweza kujua nini kilijiri, walizungumza nini, nani waliatendi eh, maazimio yakoje? Sasa actually, Uh, discussion ilikuwa na heading ya ambayo ilikuwa inasema kwamba how we got here and how we get out defining security status. Hiyo ndio ilikuwa heading ya round table ambao walikuwa wanaifanya how we got here and how we get out uh, defining security status. Na actually hii uh, meeting ilikuwa ni moja kati ya events ambazo Securities and Exchange Commission ya Amerika wameziplan ikiwa na jina la Spring Sprint toward Crypto Clarity, kwa sababu one of the thing ambayo na changamoto ni kwamba Marekani mpaka sasa hivi wana changamoto ya kuwa na clear regulations ambazo guide cryptocurrencies. Of course, they have several rules lakini nyingi haziko clear exactly kwamba zina guide vipi au zinadhibiti vipi matumizi ya cryptocurrencies. Kwa hiyo, wana series hii ambayo iko specific kwa ajili ya kutengeneza mlolongo mzuri wa sheria ambazo ziko clear kwa ajili ya kuweza kudhibiti matumizi ya sarafu digitali. Sasa, tukisema kudhibiti maana yake ni kutengeneza mfumo sahihi ambao uko na control, kwa sababu tunajua usipofanya hivyo, uh, loopholes kwenye industry crypto ni kubwa sana, utasababisha watu waweze kupoteza, scamming ziwepo, and other bad stuffs zinaweza zikatokea. Ndio maana lazima kuwe na utaratibu, lakini tutaangalia eh, nini kilichojiri na wali discuss kitu gani. Sasa uh, one of the thing ambacho discussion ilikuwa imefocus ilikuwa, ilikuwa ni kwenye kuangalia swala zima la potential cryptocurrencies kwenye uchumi zina uh, play part gani, lakini pia na future adoption ya cryptocurrencies kwenye uh, serikali ya Marekani na dunia kwa ujumla, lakini wao walikuwa wanaangalia zaidi kwa hapa kwa, kwa Marekani. Kwa hiyo walikuwa wamekaa pale wakiwa na discuss kuangalia, uh, crypto ina potential gani? Mm? Sheria zina play part vipi na adoption katika dunia inavyozidi kukua eh, kwa Marekani kutakuwa na impact gani. Kwa hiyo discuss vitu vingi ambavyo ni vya msingi basically ambavyo basically mm, nitegemea watu wengi tuweze kufuatilia hiki especially wale wadau washikadau wakubwa wa viongozi wetu wa sekta mbalimbali waweze kujifunza kwamba huko inaendelea kitu gani. Sasa walioshiriki kwenye hii round table walikuwa ni kina nani? Kwanza kulikuwa na government officials na regulators eh, ambao hawa wanahusika kwenye mambo ya kutengeneza sheria na nini. Kwa walikuwepo pale sekta tofauti tofauti. Eh, the Fed walikuwa na wawakilishi wao CFTC kuna wakilishi wao. Kwa hiyo kulikuwa na government officials tofauti tofauti, pamoja na regulators pia ambao walikuja kuattend kusikiliza pale. Lengo kubwa likuwa ni kuangalia system ambayo ina ensure inaanishua, um, ina compliance pamoja na na, na na consumer protection. Hiyo ndio ilikuwa ni kazi wa, au upande wa governors government officials pamoja na regulators walikuwa wamefocus kwenye hicho kipengele, lakini kulikuwa na industry leaders na entrepreneurs wale wakereketwa wa wale kama sisi hapa sasa, ambao tuna adopt eh, kwenye ku provide solution real solution au tunapenda ku jump kwenye new innovation kwenye sana, kufanya, uh, adoption, smooth, kwa ajili ya kuangalia fursa na kufanya adoption iwe smooth kwao. Walikuwepo ma entrepreneurs na viongozi tofauti tofauti eh, wale wale viongozi wa ma makampuni ya crypto walikuwepo tu pale wengi, kwa ajili ya kuparticipate mjadala ili kuleta diverse ya mawazo ambayo kwa namna moja au nyingine inaenda ku cultivate utengenezaji wa sheria ambazo ziko clear and uh, nasema sio clear tu, ni crystal clear ambazo ziko relevant. Eh, na kide watu wengine waliokuwepo pale bwana ni kama sisi tena. Eh, unajua mimi na play part kotekote. Mimi ni mjasiriamali lakini kulikuwa na watu wa academics na financial educators. Eh, kama ninavyojua mimi bwana DOT wamenireward, eh certificate yangu. Sio nimereward, nime-end ni, ni certificate yangu ya financial educator kwa sababu so, nimefanya mtihani na nimefaulu. Kwa hiyo kama mimi pa, pia pale ningetakiwa kuwepo kwa sababu uh, moja kati ya kipengele muhimu ambacho kitasaidia proper and smooth adoption ya cryptocurrencies ni elimu. Kwa hiyo watu wa ma financial educators pale walikuwepo kwa ajili ya kutengeneza analytical perspective eh, na kuleta ile clear perspective kwamba impact ya crypto kwenye uchumi inakaaje na literacy programs kwa ajili ya kuelimisha watu zifanyweje ili kuweza kusaidia watu waweze kupata elimu sahihi na waweze kuwa na maamuzi sahihi wanapoengage kwa masuala makubwa ya mtu mmoja mmoja, lakini na nchi kwa ujumla. Lakini kulikuwa na mambo na watu, ma investors na ma institution players pale. Kulikuwa na ma representative tofauti tofauti kutoka kwa ma capital Venturist, ambao wao wana explore opportunities na kuangalia stable uh, approach ya kuinvest kwenye Uh, hizo crypto market. So tulikuwa na makundi hao ya watu kama ambao nimetaja ambao walikuwa wana participate pale. Sasa vitu vya msingi ambao vilidiskasiwa pale ni nini? Kitu cha kwanza ilikuwa ni regulatory clarity na compliance. Kwa hiyo um, walikuwa wanaangalia ni namna gani watatengeneza sheria ambazo ziko effective kwa ajili ya namba moja wa mitigate risk ambazo zilizopo ambazo zinaweza kuwa associated na adoption ya teknolojia ya cryptocurrencies lakini pia uh, kutengeneza um, framework ambayo ita foster innovation yani, kuwa empower wa innovators ambao wanakuja na ideas zinazojengwa mfumo wa blockchain ili waweze kuwa na mazingira mazuri ya ku showcase what they have as long as long it's having a potential kwenye ku grow uchumi, lakini na provide services kwa jamii ambayo itakuwa ni positive. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kitu cha kwanza ambacho walikuwa wana kidiscuss regulatory clarity pamoja na compliance eh. Lakini kitu cha pili ilikuwa ni financial education na consumer protection. Sasa kama tunavyojua, industry ya cryptocurrencies ina changamoto nyingi sana, kwa hiyo walikuwa wanaangalia kwamba ni namna gani elimu itawafikia watu ili waweze kuwa na maamuzi sahihi, na proper decision yao iweze kuwasaidia ku capitalize kuliko kuingia kwenye risk na scams tofauti tofauti ambazo hazina ulazima, ambazo mara nyingi watu wamekuwa wakiingia kutokana na ukosefu wa elimu. Lakini sio hivyo tu, kulikuwa na topic ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusu crypto adoption pamoja na institution environment. Eh, walikuwa wanaangalia ni namna gani wataweza ku encourage mabiashara tofauti tofauti na innovation tofauti tofauti kuweza kuintegrate matumizi ya blockchain kwenye activities zao za kila siku, lakini pia walidiscuss mambo ya cross border transaction pamoja na CBDC role. Eh, waliangalia kwamba CBDC inasaidia kitu gani, ita play potential gani, lakini katika malipo ya cross border, yani kutoka nchi kwenda nchi nyingine. Walikuwa wanajaribu kuangalia hapo pia wanawezaje kutumia innovation ya kwenye cryptocurrency kwa ajili ya kuweza kusimplify. Lakini kitu cha mwisho na cha msingi zaidi ilikuwa ni kuhusu mambo ya tax, taxation pamoja na police formation. Eh, Ilikuwa lazima wazungumzie hicho kitu kwamba watengeneze sheria ambazo zitakuwa zinachukua kodi, lakini hiyo kodi isiwe kwa ajili ya kudidimiza, iwe ina encourage adoption bila kudidimiza ukuaji wa hii teknolojia au wa hii sekta ambayo ni mpya, ndio kwanza ina image. Kwa hiyo Uh, vigezo na masharti vilizingatiwa kwa kweli, kwa sababu hapa hawakuangalia upande wa mtu mmoja, waliangalia mtumiaji, waliangalia innovators, lakini waliangalia serikali pia ili wanapokuja kutengeneza sheria zile ziweze kuwa compliant and effective, lakini zinazolinda maslahi ya ukuaji wa serikali husika. Kwa hiyo I think it was very great discussion to be honest. Sasa wali discuss vitu vingi to be honest. Vingi sitaweza kuchukua pointi moja baada ya nyingine. Mimi naangalia uh, summarization ya mlolongo wa mazungumzo ambayo yamefanyika sasa. Sasa uh, final takeaways za discussion zilikuwa zifuatazo. Namba moja, regulation is inevitable. Kwamba wali, wali discuss wanasema kwamba wanatakiwa wapate uh, balanced approach ili ku legitimize eh uh, ku legitimize uh, matumizi ya sarafu digitali pamoja na uwepo wa crypto market kwa sheria uh, au regulations ni kitu ambacho hakikwepeki, lazima waweze kuzimplement. Lakini pia kitu kingine ambacho wanakuja kuweka kama msisitizo kwenye uh, takeaway points ni kwamba education is the key. Nadhani kwenye uh, video zangu huwa naongea kila siku kwamba lack of financial literacy inabakia ina, ina, ina kama changamoto kubwa. Kwa hiyo kwa sababu kulikuwa na financial educators pale uh, wana, wakatoa wazo kwamba kuwe na structured programs ambazo zitakuwa zinadevelopiwa kwa ajili ya kuweza kusaidia uh, developers lakini pia hata hawa consumers wajue haki zao ziko wapi na wanajua namna gani ya kujilinda, kwa sababu tunajua serikali haiwezi kusema kwamba itakwenda kumsaidia kila mtu na usifanye hivi fanye, ila wanaweka sheria ambazo zitakusaidia wewe uweze kujua wapi nitakipo pita, lakini wanakupa elimu pia ya kujua hizo sheria zinakuwaje applicable. Kwa hiyo wamesema wana structure pia hicho kipengele cha elimu lakini pia um, kuna kitu ambacho walikimark pale ni institutional interest in, is growing. Institutional interest is growing kwa sababu ukiangalia makampuni mengi kama strategies eh, ambao zamani kutoka micro strategy eh, um, BlackRock etc. Unaikuta wamejiengage na kwenye cryptocurrencies which means Uh, hakuna namna ya kuavoid hivi vitu visiwepo, rather ni kutafuta namna bora ya kuweza kuvitumia kwa ajili ya kuleta maslahi mapana ya ukuaji wa uchumi wa nchi husika, lakini pia sio uchumi nchi tu, ni mtu mmoja mmoja, moja. Know, ukiweza kuimpawa uchumi wa mtu mmoja mmoja maana maanake umempawa uchumi wa nchi as long as sheria na taratibu pamoja na policies zinakuwa ziko complied, complied na ziko relevant basi amini nakwambia itakuwa ni kitu kizuri sana kwa nchi nzima na kitu kingine wakawa ameteka way kwamba collaboration is the way forward, kwamba public na private partnership can be accelerate can accelerate the adoption and the global compliance, kwamba mashirika ya kiserikali na mashirika ya private collaboration yake itasaidia sana sana sana, eh, kutengeneza uh, regulatory compliance okay, ambazo zitakuwa very effective na zitakuwa na maslahi kwa watu wote, lakini na kwa nchi kwa ujumla. Sasa baada ya kuwa na takeaway points kama hizi, nini ambacho wana kiplan? what is the next thing Uh, kitu ambacho wanakitazama sasa kama ni kitu kinachofuata, cha kwanza ni kwanza wanaenda kukaa na kwanza ku draft recommendation ya policies ambazo ya wanaziona kama zitafaa kwenye ku guide au kwenye kudhibiti matumizi ya cryptocurrencies. Kwa hiyo task force itatengeneza detailed report ambayo itakuwa na policy recommendation kuelekea kwa SEC ili waweze kuziangalia kama zitapitishwa au la, that is number one. Number two, uh, kutakuwa na capacity building, yani kutakuwa na workshop session tofauti tofauti ambazo zitakuwa organized Uh, kwa, kwa wote regulators pamoja na public, kwa ajili ya ku-enforce innovation lakini pia ku provide mazingira ya consumer protection. Lakini kitu kingine ki cha msingi ambacho wakichukua kama uh, the next thing to do, the next thing to do ni kama further stakeholders engagement, kwamba wanataka tenenze dialogues mbalimbali za kushirikisha watu wengi zaidi ili waweze kupata maoni kutoka pande tofauti tofauti. Lengo lao wanataka kupata effective recommendation ya policies na regulations ambazo zitakuwa relevant. Kwa hiyo, wanataka kupata mawazo kutoka kwa watu tofauti tofauti ili wa come up with a great conclusion ambayo itakuwa uh, ina make uh, a common ground kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba industry ya crypto inatumika vizuri kwa maslahi ya mtu mmoja mmoja lakini na taifa kwa ujumla. Uh, kitu kingine kulikuwa na kitu wanataka kufanya kinaitwa ni mambo ya pilot programs, eh. Um, wanataka kutengeneza mazingira pia ya kuwa na uh, kama sandbox fulani sawa sawa. Nadhani hata Bank of Tanzania ina mpango wa kufanya kitu kama hicho if not kama wameshakifanya tayari, kwamba kama kunakuwa na kitu ambacho unaona unaweza ukakitengeneza. Hata nadhani Russia pia wame wametoa tangazo hilo kwamba watakuwa wanaruhusu innovation ya project tofauti to tofauti eh, lakini zile project zitakuwa zinafanya kazi kwenye controlled environment ili waweze kuona ni impact kiasi gani inaweza kaletwa kupitia hiyo project ambayo itakuwa under Savalia surveillance, surveillance uh, something like that under surveillance, kuweza kuona ina perform vipi, ina madhara gani na faida gani, ili wanapokuja na idhinisha basi wanakuwa tayari wanajua mazingira yake anafanyaje kazi. This is a very very very huge step towards the uh, creation of uh, Uh, clarity regulations uh, on the adoption of cryptocurrencies with the regard kwamba ni kitu ambacho tayari kimekuwa kina speed sana ya kukua. Kwa hiyo this kind of uh, discussion is very constructive, na naona wenzetu wanachukua step ambayo iko reasonable, kwa sababu uh, sometimes utengenezaji wa sheria unahitaji sana kupata maoni kutoka kwa ku watu ambao wako kwenye field ambao itafanya hizo sheria ziweze kuwa very effective. Kwa hiyo mimi kwa hapo niseme tu taka ni niwapatie ripoti kwa sababu nilishawambia kwamba nitaifuatilia. Kwa hiyo nilifuatilia nikasikiliza, na nikaona kwa kweli wenzetu wako step ya mbali sana. Involvement na engagement, pamoja na cooperation ambayo wanaifanya, hakika nakwambia, inaonesha inaonyesha ni kiasi gani Marekani imedhamiria kuwa ni crypto, uh, capital city of the world eh, kwamba crypto zionekane kabisa, crypto zimeanzia Marekani, sio sehemu nyingine. Wao wanafanya very very effective uh, approach ambayo kwa kweli mimi nimekuwa inspired nayo sana. Sisi kama Tanzania tunachukua nini kutoka kwenye progress ambazo wa Marekani wanazifanya kwenye kudhibiti matumizi au utengenezaji wa policies ambazo ziko crystal clear kwenye kugaiji matumizi ya cryptocurrencies? Dondosha komenti yako hapo chini alafu niambie wewe maoni yako ni nini. Tukumbuke tu tunapewa nguvu na Encryptus Wallet, moja kati ya wallet bora kabisa. Ukitaka kujenga portfolio yako ya matumizi ya digital assets, basi wallet nadhani itakuwa ni nzuri sana kwako. Eh, unaweza ukawa of course, aina kuna wallet nyingi zilizopo, lakini try this one, nenda play store app, so download wallet yako, angalia utakutana na Bitcoin huko, Ethereum na kadhalika za kutunzia coin huko, afu jenge portfolio yako, lakini fanya hivyo tu na kusisitiza kila siku, kama una elimu, education should be the key part for you to engage into any other activity that you want. Kwa hiyo um, uh, niseme tu Aa, na kushukuru sana kwa kunisikiliza na kuendelea kuwa mwana Diena Academy, na naamini you find it worth kwa wewe kuwa sehemu ya community ya Diena Academy kwa kuendelea kutufadhilia kupitia channel yetu. Aa, nikwambie tu pia kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza unatazama hii channel, amini umefika sehemu ambapo kuna skills za ujasemali kwa njia ya kidijitali. Kwa hiyo usiache kusubscribe uweze kupata taarifa zote kwa wakati ili